Na kwingineko ni kwamba maandalizi yamekamilika kwa uchaguzi mdogo wa Mbeere North katika kaunti ya Embu, ambako tume ya IEBC imetoa hakikisho kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Afisa mkuu wa IEBC Marjan Hussein Marjan ameahidi kwamba hakutakuwa na udanganyifu wowote. Mwanahabari wetu Emmanuel To amekuwa katika eneo bunge hilo anakofuatilia uchaguzi huo mdogo, na hivi sasa anampisha atusimulie mengi. Saa chache baada ya kivumbi cha kampeni kutulia Jumanne, ilikuwa zamu ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuchukua usukani. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan akiongoza mkutano wa maafisa wakuu wa usalama katika eneo bunge la Mbeere North. Mkutano huo ukijadili madai ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki kuwa kinara wa DCP Rigathi Gashagwa anapanga njama ya kuvuruga amani Alhamisi.

kikosi hicho kikifululiza hadi kituo kikuu cha kujumlisha kura katika shule ya upili ya wasichana ya Siakago ambapo masanduku haya ya kupigia kura pamoja na stakabadhi muhimu ya kura yamehifadhiwa. So nataka tua kutoa hofu wale ambao walikuwa wanasema ya kuwa oo ni rejista ya sijui. No, no, no! Hii rejista itatumika ni ile ya 2022. Na kwa sababu ya hivyo tuta, tuta identify watu kutumia vidole vyao pia maafisa hao wakitangaza kwamba wataanzisha rasmi mchakato wa kusambaza vifaa vya uchaguzi Jumatano. Marjan akisema uchaguzi wote nchini utakuwa huru na haki. Matayarisho yamefikia kileleni hapa katika eneo bunge la Mbeere North, huku tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ikiwahakikishia wapiga kura elfu 55 watakaofika wa debeni Alhamisi. Kwa usalama wao, utaimarishwa ndani na nje ya vituo vya kupiga kura. Emmanuel To, runinga ya Citizen, kutoka Siakago, eneo bunge la Mbeere North, kaunti ya Embu.